The Biblia inasema, Esther akafunuliwa, Esther akapata kiti, got the seat, ambacho hakustahili that she did not deserve. Lakini Mungu akafanya nyota yake sasa, revealed her star, iweze kuonekana. Ombi langu nyota may God yako ifunue, Mungu akaifunue nyota na wewe ukaangae katika, so Jesus also shine in the. Na hii nyota hairudishwi na pesa, does not come with money. Mtu no, asikudanganyi asema toa elfu mia tano ili tuweze kukurudishia nyota. Hakuna awezae kurudisha nyota no, anayeifanya nyota ikuwe juu ya mtu Whoever ni Mungu peke yake. Mungu ndo aliweka nyota kwa kila mtu. Good, kuna wakati inafichwa lakini kuna wakati hidden, Mungu anaifunua Mungu, Mungu, Mungu, Mungu akaifunua yako katika jina la Yesu Kristo. Yesu alipokufa msalabani, akamwaga damu ile. Damu imesababisha nyota zilizofichwa ziweze kung'aa. Kwa hiyo hatuna So we do not have ya kuambia sema leta pesa, nyota yako ifunguke, leta iki pesa, nyota yako ifunguke. Kuna damu ya damu ya Yesu inayotakasa nyota, damu ya Yesu peke yake bana Yesu.